Hii ni Ayo TV Magazeti, ambapo kila siku asubuhi tunakutana hapa kuzijua zile habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kupitia magazeti haya Tanzania. Na ikiwa leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 19 ya mwezi wa sita 2017 na, na wakaribisha sana, jina langu naitwa Ali Stupa na, Ali na moja kwa moja tukianza na magazeti ya Hard News kwa siku ya leo. Gazeti la Nipashe Mwanga Jamii ndilo linalotufungulia uchambuzi wa magazeti, ambapo kupitia ukurasa kwa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema mawaziri wawili wa, wa banwa mbavu, na habari hii tukiangalia kwa ufupi zaidi kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili Nipashe nasema chama cha ACT Wazalendo kimelaumu kimela waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba na waziri wa sera bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu Jenista Mhagama kufuatia kitendo cha jeshi la polisi kutumia nguvu kutawanya maandamano ya watu wenye ulemavu jijini Dar es Salaam juzi. Chama hicho pia kimemtaka waziri Mwigulu kuiomba radhi jumuiya ya watu wenye ulemavu kutokana na kitendo hicho. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa urefu zaidi kwa kupata nakala ya gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe zinasema mtoto ajinyonga ugumu wa maisha, ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini pia Chenge Ngeleja wachangia kanisa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Na pia habari nyingine ambazo zinapatikana katika kurasa za ndani mwa gazeti hii zinasema janga, vipo vifo migodini, ambapo matukio ya ajali ya migodini mkoani Geita yanahofiwa kugeuka janga kutokana na kuongezeka kwa kasi katika miezi sita, ni habari hii ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe kuna bado nasema hoja sita mtihani kwa serikali ambapo mjadala wa mapendekezo ya makadirio ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2017-2018 unatarajiwa kuhitimishwa leo. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Ujerumani achangia bilioni 45. Serikali ya Ujerumani imechangia euro milioni 18 sawa na shilingi bilioni 45.124 katika mradi wa maendeleo ya uhifadhi, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pia kuna habari nasema mawio mawio lapata wa Watetezi watatu ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa pili, na pia kuna habari ya michezo kwa siku ya leo inasema milioni moja zilivyoipa Simba ni onzimani wab habari zote hizo ambazo zimeandikwa kwa kupitia ukurasa ambao gazeti la Nipashe na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema hali si shwari mgodi wa North Mara, wananchi wavamia wa kinu cha dhahabu mgodini, polisi wafyatua mabomu ya machozi kuwatawanya, na habari hii inapatikana katika wanne wa gazeti hili la Nipasha ambapo inasema siku chache baada ya si Rais Dr. John Magufuli kukabidhiwa ripoti ya pili ya kuchunguza mchango wa dhahabu wa kampuni ya madini ya Kesha, wananchi watarima wamevamia mgodi wa North Mara kwa siku mbili mfululizo. Hatua hiyo inaelezwa kuwa ni mwendelezo wa kupinga uonevu ufanywa na wawekezaji na hao kupitia kampuni ya Kesha. Na taarifa kutoka welani Tarime, zililiambia gazeti la Tanzania kuwa wananchi hao walivamia mgodi huo juzi saa mbili usiku na jana asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wananchi hao walikwenda hadi kwenye mtambo wa kufua dhahabu na kufanya uharibifu. Huo ni habari hii ambayo imeandikwa kwa urefu zaidi katika ukurasa huu wa nne na unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine nasema, waliotajwa makinikia waibukia kanisani. Habari kwa ufupi zaidi inasema wabunge wa CCM wanaodaiwa kuhusika na mikataba ya madini inayolalamikiwa wamechangia fedha kwa wakati warambea, wa rambe ya, ya ujenzi wa jengo la kisasa la makao makuu ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT linalotarajia kujengwa Dodoma. Wabunge hao Andrew Chenge wa Bariadi, Dkt Dalali Kafumu wa Igunga na William Ngeleja wa Sengerema walichanga fedha hizo jana. Ni habari hiyo pia ambayo unaweza kuendelea ku owa urefu zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinasema mtambo Kinyerezi kuwashwa Disemba. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia kuna habari inayosema usajili Simba wa Mkuna na Umoja hawakubali nyota kibao. Pia kuna habari picha inayosema tupo imara, mmoja wa askari wapya wa jeshi la wananchi JWTZ waliopata mafunzo ya kwa wiki 18 katika shule ya mafunzo ya awali ya jeshi RTS Kihangaiko mkoani Pwani wakifanya mazoezi ya kuzuia pikipiki wakati wa kufunga mafunzo yao katika uwanja wa jeshi la kujenga taifa Oljoro mkoani Arusha juzi. Ni habari hii picha kama unavyoiona kupitia ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mtanzania. Lakini pia kuna habari unasema siwezi kuzungumza lolote, siwezi kuzungumza na waandishi hadi tutakapokaa kikao kesho, asema DC Luoga. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huu mbele wa gazeti la la Mtanzania. Gazeti la Mwananchi pia kwa siku leo kupitia ukurasa wake mbele kuna habari zinazosema Nchemba Mvali su makinikia ya kesha asema watu wenye nia mbaya wamejaribu bila mafanikio kukwamisha jitihada za Rais Magufuli. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine sema siri iliyojificha kwenye nazi, muhogo na karanga mbichi ni habari hii ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu, lakini pia polepole, hawajaju, pole viongozi miungu watu ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea katika ukurasa wa nne pia, familia Ndesamburo yazungumzia utata wa shilingi milioni mia sita za rambirambi. Sendeka tumia msiba wa mama yake kutuma salamu kwa Loasa ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Mchanga Barrick Gold wazuiwa Dominika, lakini pia wanakimbilia mamilioni na usajili waonywa. Pia katika ukurasa wa nane kuna habari inayosema hii ndio siri ya biashara ya dawa za kulevya, na pia kuna habari picha inayosema mbaroni, mtanzania Omega Mwaikambo mwenye umri wa miaka 43 chini ya ulinzi wa polisi nchini Uingereza baada ya kukamatwa kwa kosa la kutuma video na picha ya mtu aliyefariki katika ukurasa wake wa Facebook. Na picha hiyo inaonyesha majeraha ya mtu huyu aliyefariki kutokana na ajali ya moto katika jengo la Grenfell Tower Ijumaa iliyopita. Mahakama hakimu mkazi uh, ilimhukumu kwenda jela miezi mitatu na kulipa faini ya shilingi uh, laki tano na elfu nane mia nane themanini ya shilingi. na hii picha li 8 haba gazeti la Mwananchi na habari hii unaweza na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kupitia kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kupitia ukurasa kwa mbele kuna habari inasema: sakata la makinikia, Maalim Seif ampa tano rais Magufuli, asema amefanya jambo kubwa licha ya kujua wahusika ni wana CCM, asisitiza wabunge wa chama hicho angekuwa sikivu yasingetokea. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Habari nyingine inasema: Jaji Warioba asema msaidia JPM kushinda vita hii, aonye anaoingiza mihemko, asema ni vita ya ya rasilimali za nchi. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne lakini pia ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kua mjomba wake. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu wa hili la majira. Pia ACT Wazalendo wazungumzia nguvu ya jeshi la polisi dhidi ya watu wenye ulemavu wakazidaw icherukia ofisi ya mkemia mkuu. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 11 na pia kuna habari ya michezo inaosema nyamlani mwakablebela la kumpinga malinzi TFF ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Uhuru Ukweli Daima kwa siku leo kupitia ukurasa wake mbele imeandika siri yani kwa mali za mboe kuharibiwa, habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Lakini pia waziri mkuu asema uadilifu huanzia kwenye familia ni habari ambayo unaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Wakazi dawa pongeza huduma treni za TRL ni habari ambayo unaendelea katika ukurasa wa nne lakini pia mashindano ya uandishi wa Benki ya Dunia ya pamba moto, vyuo vikuu vyaridhishwa na kazi ya JPM, lakini pia mjadala wa bajeti kuhitimishwa leo, Nyonzima rasmi Simba. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Uhuru. Gazeti la Tanzania Daima Sauti Yetu pia limeandika timu ya kuwakabili bariki pasua kichwa, watuhumiwa chenge kafumu, profesa Muhongo hawa epukiki. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne lakini pia Chadema asema anayoyafanyiwa Mboe sasa basi. Fredrick Sumaye asema siasa za chuki dhidi yake haitaacha nchi salama, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa tano wa gazeti hili la Tanzania Daima. Pia familia Ndesamburu acharuka, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa tatu. Wadau walipambania Mawio, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa pili. Lakini pia mwanajeshi matatani akidaiwa kuua. Pia kuna habari ya michezo inayosema ni yonzi maamalizana na Simba Sports Club, ni habari zote hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukimalizia na gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo, kupitia ukurasa wa mbele limeandika tuwahoji watoto tajiri wa ghafla, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia Ujerumani yalipatia pori la Selous bilioni 47, sakata la makinikia la tawala, mjadala wa bajeti, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari inasema, wizara ya kusanya trilioni 1.4 ambapo wizara ya ardhi kanda ya kati imevuka malengo kwa kukusanya shilingi trilioni 1.4 tusaa na asilimia mia um, mbili na nne ya makusanyo. Pia waomba KDA ivunjwe. hani habari nyingine ambayo nasema, baraza la madiwani wa Kigamboni da limeiomba serikali kuivunja KDA kama ilivyovunjwa CDA ya Dodoma. Habari ya michezo kwa siku ya leo nasema, uchaguzi wa TFF mwaka lebela na nyamlani wameongeza joto la mchakato wa wagombea urais wa TFF. Habari hizi zote tunaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi kupitia kurasa za ndani mwa gazeti hili la habari leo. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo, tuna gazeti la Kiu pamoja na gazeti la Ijumaa ambapo gazeti la Kiu kama mnavyo liona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku. Pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kupitia kurasa za ndani mwa gazeti hili la Kiu. Gazeti la Ijumaa vile vile kupitia ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi ka katika kurasa za ndani mwa gazeti la Ijumaa, na pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari zote, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kupitia kurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa, na tunamalizia na gazeti ya michezo kwa siku ya leo, ambapo tuna gazeti la Bingwa, gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Champion. Na tukianza na gazeti la Bingwa kwa siku ya leo limeandika ni yonzima mwekundu wa Msimbazi asani Simba miaka miwili kuwekwa mafichoni, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Pia kuna habari inayosema kama TRA hawakushtukia hawakushtuka kwa neema na Messi, basi waamke kwa Ronaldo, ni habari inaendelea katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la bingwa. Pia nyamilani mwaka Lebela wakueleza joto uchaguzi TFF, tambwe kurudi Yanga na Ndikumana nyota wa Vital, ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la bingwa. Habari nyingine za kimataifa zinasema Sanchez ya waharibia Kameruni, Ureno wabanwa. Beyonce ajifungua watoto mapacha, na katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la bingwa kuna bado nasema anatua Ferguson kuingia vitani kuhakikisha Ronaldo anarudi Old Trafford, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 23 gazeti hili la bingwa. Habari nyingine nasema Ngolo Kante asema PSG walinitaka nikawachomolea nika, pia Conte ameanza kujiharibia Chelsea, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa kumi. Chelsea wapigwa chini kwa Sandro, ni habari hii ambayo inaendelea katika ukurasa wa 9 gazeti hili la bingwa. Tukimaliza na habari nyingine kupitia ukurasa wa nyuma nasema Wenger amfukuza Gerrard, lakini pia Man City nje nyeupe kwa Sanchez ni habari hizi zote ambazo anaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kupitia kurasa za ndani mwa gazeti la meandika, hey, Simba, mke, ya andane, hili la Bingwa. Gazeti la Mwanaspoti limeandika he Simba wamekoma na mke wa Nionzima ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti, lakini pia dalali ya mtaji JPM uchaguzi TFF, pia Simba hii itakuwa tamkinoma kumbe Pierre Emerick Aubameyang ni Arsenal damdam. Katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanaspoti kuna habari unasema, haendi kokote. Real Madrid bado wamng'ang'ania Ronaldo, na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa wa nyuma ya gazeti hili la Mwanaspoti. Tukimalizia na gazeti la Champion limeandika, Simba ni yonzi mamambo safi bin club anawa mikono ashindwa kutoa dau, pia moa kesha naye ampa milioni 80 ah, ahidi kumsomeshia watoto. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Championi. Yanga yasema, Himidi kataka milioni 60 tunampa ni habari tuna, ambayo inaendelea katika ukurasa wa ndani oku yataka milioni 110 asaini Simba pia Hans pop wafuata uh, ngoma Chirwa. Chirwa andika barua ya kuvunja mkataba Yanga. Beki azamu hatua Yanga kwa milioni 20, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Milioni 87 za mbakiza mkude Msimbazi ni habari hiyo nyingine pia ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Lakini pia Mwakalibela Nyamlani wachukua fomu urais TFF katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Champion limeandika dao la Ronaldo kufuru. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nyuma pia Asino ya mtibua Chamberlain ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nyuma. Urusi yaanza vyema kombe la mabara pia Liverpool ya Mnasa salani habari zote hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kupitia kurasa hizi za nyuma mwa gazeti hili la Champion, na kwa siku leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi endelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Millard Ayo, mimi jina langu naitwa Alice Tupa.